E, ni kwamba maandalizi yetu yamekwenda vizuri uh, so far nadhani tuna masaa machache ya kukamilisha kuona utimamu wa mwili wa wachezaji ambao waliopo, lakini hatuko na, na majeruhi yoyote kikosini. Tunafikiri kwamba tuna tuna kikosi ambacho kiko vizuri na tunaamini kwamba kwa maandalizi ambayo tumeyafanya katika hizi siku chache baada ya kurejea kutoka mapumzikoni uh, e, tunakwenda vizuri na tuko tayari kimchezo na tuko tayari na kuwakabili na kuona mechi ambayo tunaweza kuifanya vizuri. Singida ni moja ya ya timu bora kwenye timu zetu nne tano bora kwenye ligi yetu na ni timu ya kariba tofauti na ile focus ambayo tulikuwa nayo mwanzoni. Kwa hiyo hata approach ina change, lakini pia lengo linakuwa ni namna gani ambavyo tunaweza tukazuia, e, ubora wa timu hiyo tunayokutana nayo, lakini pia tukawa na mazuri yetu. So kwa kiasi kikubwa, nafikiri lengo letu kubwa na mpangilio wetu sisi wa mazoezi na mbinu ndani ya hizi siku mbili ama siku moja ni kwa ajili ya namna ambavyo tunaweza tukakabili Singida lakini tupate matokeo katika uwanja wetu wa nyumbani, lakini pia tuonyeshe mpira ambao kila ambacho tulichojifunza kwenye kwenye training ground. So ile yenyewe kwa namna ambavyo tulivyokuwa katika zile mechi zilizopita, hii pointi moja tunakuja nayo kwa sababu wakati mwingine unapokosa pointi tatu away Uh, unakuja na point moja ni sio kitu kibaya zaidi, japo timu always lazima mfocus kushinda. So maandalizi ambayo tuko nayo hapa, nadhani hatuko vibaya vile psychologically, kwa sababu pia ni muda umepita toka tumepata mfululizo wa matokeo ambayo toka tunawapata katika mechi zile, nao ni kipindi kingine na huu pia ni mwaka mwingine, namna ambavyo tumewatengeneza wachezaji wetu kisaikolojia na namna ambavyo tunavyokuja, lakini pia na utimamu wao wa mwili kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hatuko na majuri kikosini. Nadhani inaweza kuja kutubusti kwa namna moja ama nyingine yeah. Yeah, kikosi nadhani viongozi wanaendelea kulifanyia hilo kazi tayari, tuna mchezaji mmoja e, ama wawili lakini nafikiri ripoti yetu iko kwa, kwa viongozi na viongozi wanashughulika nao kwa namna ambavyo tunaweza tukastrength kikosi chetu, lakini pia kuna wachezaji ambao tulikuwa tuko nao baadhi ya, ya ya, ya, ya, dokumenti zao zilikuwa zijakaa sana nadhani na pia viongozi wamefanyia kazi baadhi yao na mengine yatakuja kuwa sawa. Kwa hiyo nafikiri e, Dodoma Jiji katika hii round ama katika mwaka huu inaweza kuwa na utofauti kidogo wa kile tulichokiona in terms wa wachezaji wa uwanjani. kinachozungumzia kuhusiana na mechi ya kesho nimkaribisha tu mwalimu wangu David Ouma ni rafiki yangu na siku zote amekuwa akinitakia heri, naomba na katika mechi ya kesho pia nitakia heri, afu mi nitamtakia heri kwenye mechi za kimataifa na zingine, lakini sasa hivi kwa, kwa, kwa mujibu wa urafiki huu basi anitakie heri, mimi nitamtakia heri kwenye mashindano yake. Asanteni. Mwenyezi Mungu, maandalizi yako vizuri, tumefanya maandalizi yetu tangia tuliporejea kikosi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, binti letu la ufundi pamoja na wachezaji, tuko vizuri na tuko tayari katika mchezo wa kesho a, chengine. Naomba kesho mashabiki na wapenzi wa Dodoma Jiji wajitokeze kwa wingi kuja kuona timu yao, sababu so, hao ndo kila kitu kwetu kwao, tunawaomba kesho wajitokeze kwa wingi waje kuona timu yao.